Nyambi nitamuondoa. Ikiwa azasa, ikiwa umemchukua, umemchukua wewe huyu ambaye ninamtafuta, huyu ambaye nitalia kwa ajili yake, niambie tulipomweka nani, nitamuondoa unapoanza pale juu, unapoanza pale juu. Huyu ni ju. ju. Mariamu, mama wa Yesu, wakati Yesu amefufuka, wakati Yesu amefufuka, wakati ulimwengu wetu tunatembea wengi tukisema Yesu alikufa na kufuka, lakini pia ni wengi ambao tunasema msalabani, Bwana ni mwema. Wakati wengi tukiamini na ndicho tunachotembea nacho ya kwamba Yesu, Yesu yule aliyekuwa anazungumzwa habari zake tangu kule kwenye kwenye uumbaji, wakati tu mwanadamu alipoanguka dhambini alikuja wakati ulipotimia, alikuja na alipokuja, alikufa katika msalaba. Wakati wengi tukizungumza hivyo, wengi pia tunasema hakufa msalabani. Na sasa hapa tunaletewa tuna tunaletewa habari ya kwamba Mariamu anakwenda ana, ana, ana, ana kwenye mahali ambapo Yesu huenda enio alipokuwa ewanafungu tunakwambia yeye akawanali, alafu alipokuwa pale anaulizwa swali, mama unalilia nini? na, na, na unamtafuta nani? na mama Mariamu akiwa anafikiria kwamba kwa huyo aliyeuliza swali ni miongoni mwa watunzaji wa bustani, akajibu alipo, alipo, akasema ikiwa, no, no, no. ikiwa niambie no kio umevuiba, niambie tu nami nitamtoa kama hakuna shida, ya kwamba kutunza kwenye bustani yako hii, kumhifadhi mahali ya niambie. Na hii kwa nini? Kwa nini mama huyu anauliza? Kwa nini mama huyu anauliza? Hem, turudi kidogo, habari hiyo tuijue vizuri katika Yohana 19. Hem, turudi hapo tu kidogo. Kwa nini mama huyu anauliza? Katika Yohana 19 fungu la 16. Yohana kumi na tisa fungu la kumi na sita nitasoma, msemaje? Basi ndipo walipomtia mikononi mwao ili asurubiwe. Ah, Yesu Yesu Yesu, huyu Yesu baada ya kuwa amekamatwa na alipokuwa mekamatwa makutano sasa, rudi rudi fungu la juu kidogo, tuwache fungu la kumi na tano ndio basi, wale wakapiga kelele mwondoshe, mwondoshe, msurubishe. Pilato akawaambia, kawambia, je, msurubishe mfalme wenu? Je, imsurubishe mfalme wenu? makutana wanasema mwondoshe, msurubishe huyo Yesu, hatuna naye habari kabisa, hatuna naye ajenda ya kuzungumza naye. Maana hapo alivyopigia asio mahali pa kuzungumza naye na kusema vizuri pale, utaelewa kwa nini wanasema asurumishwe? Kwa nini? Ni kwa sababu alisema jambo fulani. Endelea. Wakuu wa makuhani wakamjibu, wakuu wa makuhani wakamjibu, sisi hatuna mfalme ya Kaisari. Wakamwambia Pilato, sisi hatuna mfalme ya kwamba, nisubishe mfalme wenu? Wakajibu, sisi hatuna mfalme isipokuwa Kaisari tu, ndio tunaye. Ndio basi, ndipo alipomtia mikononi mwao ili asurubiwe yeye. Pilato alipoona hivyo ya kwamba wamemkataa mfalme wao, akasema isiwe shida, akawapatia mikononi mwao. Sasa huyu hapa anawapatia umsulubishe, ndio nao, wakampokea Yesu, wakampokea Yesu akatoka hali akijichukulia msalaba wake. Yesu alipokuwa kwenye amepokelewa mikono ya makuhani mahali hapo fuvu la kichwa akatoka mahali pale akiwa ameubeba msalaba wake Yesu huyu, mpaka mahali ambapo panaitwa fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha au Golgotha, ndiyo wakamsulubisha huko, wakamsulubisha huko hapo, na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mmoja huku na, na Yesu katikati huku na mmoja huku na Yesu aji naye. Pilato akaandikwa na- akaandika anwani Pilato baada ya kumaliza akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Nazareti mfalme wa Wayahudi, Yesu Nazareti mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo walisoma wengi katika Wayahudi, ndio maana mahali maana mahali pale aliposubiwa Yesu palikuwa karibu na mti. Asante kombea kwa msomaji hapa Yohana anatuletea habari ya injili halisia. Kwa nini injili? kwa nini, nini tukaletewa tuka injili ya kwamba, injili imebeba maisha ya ukombozi wa kwetu. Injili inazungumza habari ya kifo cha Yesu. Injili inathibitisha kwamba ni kweli kabisa dhambi iliondolewa kwa kumwaga damu, wakati wengine wakielewa hivyo ya kwamba hiyo ndiyo kazi ya injili. Imekuja kusibitisha upendo halisia wa Mungu halisi, kuacha ule ambao shetani alitengeneza: Mungu si mwenye upendo kwa mwanadamu. Na mbingu zikashuka, zikashuka kabisa, zikaja kwa huyu mwanadamu ambaye alikuwa amepotea. Na alipokuja huyu Mungu kwa sababu sheria hii ilidai ya kwamba kama umefanya dhambi utakufa na sasa kama umefanya dhambi utakufa, Yesu akasema mimi naye nakufa na. Hapa tunapewa uthibitisho ya kwamba Yesu ndiye aliyekufa msalabani. Bwana ni mwema, ah, Bwana ni mwema fugu hili la kumi na hadi kumi na tisa la kitabu hiki cha Yohana sura ya kumi na tisa linatupatia usibitisho kwamba aliyesumbishwa msalabani hakuwa mwingine anayefanana na Yesu. Huyu ni Yesu yeye -ye, mwenyewe, yule ambaye tunasema alitumwa kutoka mbinguni na akaja na habari ya njini msalabani. Amen, msarabaniu ndiye aliyekufa msalabani. Marafiki zangu wananielewa vizuri, na hata wewe pia unanielewa vizuri. Huyu yesu huyu so, so, wakati amepewa injili wa na kujanai, sio ya kwamba alikimbia msalaba, sio ya kwamba Mungu alimwondoa wakati huu akuhitaji kufa, ah, ila Yesu mwenyewe aliubeba msalaba mpaka fuvu la kichwa mahali hapo, na alipofika hapo Biblia injili inathibitisha ya kwamba akafa msalabani, akafa msalabani. Na alipofufuka sasa, ndipo Mariamu ile siku ya kwanza ya juma akaenda akaenda pale kaburini. Maana ilikuwa hiyo ili siku ni juma na ilikuwa ni ili siku ya maandalio ya Sabato. Na Mariamu sasa, kwa sababu alikuwa anafahamu ya kwamba Sabato inapaswa kutunzwa, wakaenda kuomba mwili wa Yesu. Walipoenda kuomba mwili wa Yesu wakaweka kaburini mle kwenye kaburi la yusufu wa Arimathaya, walipoweka ndani mle mwili ule ukakaa mle ukapumzika vizuri. Na siku ya Jumapili asubuhi, kama ilivyokuwa desturi, walikuwa na taratibu hizo ya kwamba ikifika siku aa, nyingine kama siku ya pili, wanakwenda kwa ajili ya kupaka ule mwili mafuta, mariamu manukato, na wakaenda. Walipofika hawakuukuta, na sasa sababu hawajui hata lile neno alilokuwa amwambia nitakufa na nitafufuka halipo tena, alikumbuka kwao, wakaanza wa kulia. Mama analia kwa ajili ya Yesu, maana ni mtoto wake. Hamuoni tena, alipokuwa amewekwa hamuoni na alipo sasa. Akiwa katika kulia, anaulizwa swali, mama unalilia nini? Na mahali hapa kwenye hii bustani unamtafuta na na mama huyu akiwa hajui ya kwamba huyu ambaye anamwoji maswali haya ni Yesu mwenyewe, ambaye amekwenda pale kwa ajili yake, ambaye anamtafuta. Wakati huo akamwambia, bwana wangu, ikiwa kama mmemhamisha mahali pale, niambie tu, ikiwa kama mmeona kwenye bustani hii kumhifadhi, kuna changamoto, niambie nami nitamhamisha. Fungu la Biblia linasema Alipo zungumza naye vizuri, mama huyu akamwelewa ni Yesu. Bwana ni mwema Akamwelewa ni nani? Ni Yesu. kitu tutakusikia ni kipi? huyu Yesu baada ya kufufuka, huyu Yesu huyu baada tu ya kuwa amefufuka, tunaungana na vitabu vingine vyote vya Mungu, hata Qur'ani inasema hivi, maana inia isemi kwamba alikufa msalabani ile nasema tu kwamba ali-, ali Mungu aliepusha kifo chake na mwingine akapa badala yake, lakini injili yenyewe ambayo ni kitabu na tulichoshushiwa inasema alikufa msalabani, na baada ya kuwa hilo limetokea akachukuliwa sasa, yaani inasema vizuri akachukuliwa, akapaishwa kwenda mbinguni. Na Biblia inasema baada ya kuwa amefufuka, Bwana ni mwema wakati wote, akaenda mbinguni. Njia mbili tofauti ila zote zinatupeleka kwa Yesu, njia mbili tofauti ila zote zinatufundisha usilie. Kwa nini nisilie? Kwa nini nisilie? Waibrania saba fungu la ishirini na tano inasema baada ya kuwa Yesu huyu amefufuka baada ya kuwa Yesu huyu amefufuka, sasa anahitaji kupoza ma, ma, maumivu, anahitaji kufuta machozi ya watu wake, anahitaji kufanya mambo kuwa mazuri, anahitaji kurekebisha vitu. Yesu huyu akafanya nini? 7:25 kwa Waebrania 7:25 Inasemaje? naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wa mtiao Mungu kwa yeye. Kwa sababu hii ya kwamba Yesu alikufa msalabani na sio tu kwamba alikufa msalabani akafufuka. Kwa sababu hiyo, kwa sababu hiyo, anaweza kuwaokoa wote wanaomwijia Mungu kwa njia yeye. Ndiyo maana yuhai siku zote, ili maana yawaombee yuko hai siku zote ili atuombee. Bwana mwema wakati wote, yaani Yesu, kwa sababu hiyo ya kwamba alikuja kwa mission na mission ya kwake ilikuwa ni injili na injili kusudi timizwe ilikuwa ni kufa kwa Yesu msalabani. Hiyo ndio injili, na kwa sababu ilikuwa ni hiyo, kwa sababu hiyo kwamba pia alikufa, na sio tu kwamba alipokufa akabaki kaburini, ila akafufuka, kwa sababu hiyo anaweza kuwaokoa wote wanaomfuata Mungu kwa kupitia kwenye njia yake. Yaani, kama tunahitaji wokovu, kama tunahitaji wokovu, njia ni Yesu pekee. kama tunahitaji wokovu yeye, kwa nini ni njia? Kwa sababu kwa sababu alikuja akafa, alafu akafufuka. Bwana ni mwema, na sio tu hivyo, anatuombea na kwa sababu hiyo ya kwamba anatuombea, na kwa sababu hiyo kwamba alifufuka, yuko hai siku zote, swali linabaki, wakati huu anapokuwa anatuombea, mimi na wewe tufanye nini? Bwana ni mwema, wakati mimi na nani na wewe tufanye nini. Maana sasa anatuombea, mimi na wewe tufanye nini? E, turudi kidogo, turudi kidogo kwenye soma. Sasa twende kwenye sura ya nane ya kitabu hicho cha Ebrania fungu la kwanza. Ebrania nane fungu la kwanza, nitasoma anasemaje. Basi katika hayo tunayosema, ndiyo Neno lililo kuu ndilo hili, ya kwamba tunaye kuhani mkuu wa namna hii. Yaani katika hayo yote tunayozungumza, ya kwamba habari za Yesu na kufa kwake, ya kwamba alikufuka, ya kwamba yuko hai, neno neno lililo kuu ni lipi hilo? Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, endelea: aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu cha ukuu mbinguni. Huyu Yesu huyu tunayezungumza habari zake huyu Isa bin Maryam, ambaye tunazungumza habari zake, huyu ameketi hadi hivi sasa mkono wa kume wa kiti cha enzi cha Mungu. Endelea, muhudumu wa patakatifu na ile hema ya kweli. Na wakati ameketi hapa, na kazi moja tu ni mhudumu ni kuhani, ni kuhani katika patakatifu pa patakatifu, ambayo ilikuwa ni hema ya kweli ndio? ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu, ambayo hema hii iliyotengenezwa mbinguni, Mungu mwenyewe aliiweka kwa ajili ya wokovu wangu. Maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. umeatua maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Na Yesu ni kuhani mkuu ambaye tunaye na na hudumu katika hema ya patakatifu kule mbinguni, kuhakikisha nini? Ya kwamba mimi na maisha ya kwangu mimi na wokovu wangu mimi na changamoto ninazopitia wewe, na ugumu wa maisha wewe, na misukosuko na changamoto ambazo tunazo, anatoa msaada. Yupo kwa ajili ya kukuombea, yupo kwa ajili ya kuniombea. Lakini swali ni kwamba wakati huu mimi nifanye nini? Wakati huo mimi nifanye ii katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro nne fungu la kumi na saba na kumi na nane. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya nne aya ya kumi na nane nitasoma. Nasemaje? Na mwenye haki akiokoka kwa shida, ikiwa mwenye haki akaokoka kwa shida, yule asiye mcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Ha, yule asiye mcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu hapo, yaani ikiwa hapo, msomaji, ikiwa mwenye haki ataokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataponyawa? Hii inatukumbusha nini? Inatukumbusha siku ya upatanisho, siku ambayo Musa alipewa kielelezo cha huduma ya upatanisho mbinguni na akaambiwa atengeneze atengeneze hema kwa ajili ya upatanisho. Na siku hii, siku hii kuani tu kuani ambaye yeye alihudumu mbele za patakatifu kule, ikiwa kama ataingia kule mbele za patakatifu papatakatifu, mahali ambapo kulikuwa na sanduku la agano, na wakati akiingia kule alafu akawa hajajitakasa yeye, jambo la kwanza, alafu hajatakasa familia yake, jambo la pili kifo kilimuhusu. Ikiwa mwenye haki anaokoka kwa shida, itakuwaje kwa sisi wa dhambi? Je, wale waliokuwa wamebaki ambao wao sio makuani, wakiwa nje, uokovu wao itakuwaje? ikiwa yeye tu kuani mwenye haki ilionekana mle ndani ya a mle, kwa sababu sio kuto itakasa. Habari hizi ambazo zinapatikana kwenye kitabu kile cha ja Mambo ya Walawi sura ya kumi na sita Mambo ya Walawi sura kumi na sita zinatuleta kwenye huduma kubwa ya Yesu katika maisha ya kwetu zinatuleta hapa. Zinatuleta hapa. Kwa nini Yesu anatuambia tusilie? Kwa nini Bibilia inamtambulisha nikuani? Kwa nini Bibilia imetuambia huyu alikufa na akafufuka? Kwa nini Bibilia imetuambia hata sasa tunavyozungumza, yuko mbinguni anatuombea?